Nawaelekeza wakandarasi ambao tumesaini mikataba hii basi kuhakikisha kwamba taratibu zote zinakamilika kwa wakati ili muweze kwenda saiti mara moja bila kuchelewa, kama ambavyo serikali tumehakikisha tume, tume kwamba taratibu zimezingatiwa na ninyi wakandarasi mlioshinda zabuni hizi mmepatikana, basi nendeni mkahakikishe kwamba msichelewe. Maelekezo kwa TARURA na, na wasimamizi kwenye mradi huu wa tactic fuatilieni kwa kina, kwa sababu tunao wakandarasi wengi. Wale ambao watakuwa goigoi, msisite kutengua mikataba kama itawaruhusu, ili tumchukue yule namba na mbili iwapo atakiuka taratibu. Nadhani imeeleweka vizuri kwao. Nawataka muwe ma makini muwe wakali, kwa sababu wawakilishi wana eh, wa wananchi walihangaika sana kumwomba Mheshimiwa Rais kwenye miradi hii, dhamira yao ni kuwaona wananchi wao wanapata huduma nzuri katika maeneo yao. Kwa hiyo nawataka watu wa tactic muwe wakali, mameneja wa mikoa kote nchini kuwa wakali pale ambapo miradi hii inapelekwa, ili kusudi tuweze kufanikisha dhamira ya rais wetu Dr. Samia aliyokusudia kwa wananchi wa Tanzania. Hatuna changamoto ya fedha, kwa hiyo sitegemei kuona mkandarasi analegalega. Na maelekezo yangu kwa mtendaji mkuu wa Tarura, kumekuwepo na utamaduni baadhi ya wakandarasi wakilipwa fedha wanachukua fedha hizo wanapeleka kwenye miradi mingine. Hili sitakubali hata kidogo. Kupitia viongozi wetu kwenye mikoa na wilaya, iwapo mtaona kuna kulegalega kwa miradi hii, tupeni taarifa ili tuweze kufuatilia. kwa mkandarasi atakayelipwa fedha ya kwenda kuanza miradi hii, iwapo fedha hiyo itakwenda kinyume na utaratibu, tuweke ufuatiliaji wa karibu sana. Nadhani mtendaji mkuu umenisikia, ili kusudi fedha iliyokusudiwa hapa iende kwenye mradi ambao rais wetu amekusudia wa ili wawakilishi wao kazi walioifanya iweze kutambuliwa na wananchi katika maeneo yao. Kwa hiyo niwaelekeze, tuongeze jitihada. Natambua kuna wakandarasi ambao tuliku, nilikusha waelekeza mtaji mkuu, kama kazi zao hazijakamilika kwa wakati, nilikusha toa maelekezo na nikasema, pitieni mikataba hiyo kama wamekiuka taratibu sheria inawaruhusu kuvunja mikataba, vunjeni mara moja kwa sababu wananchi wanataka, wanataka maendeleo. Haiwezekani umepewa kazi mpaka mwezi wa pili hujaimaliza, na leo tu tunakwenda mwezi wa saba kazi haijakamilika bado, tunaendelea kuwa na watu wa namna hii? Tengueni mikataba hiyo mara moja. Nilikushaelekeza siku nyingi, mhaji mkuu, nadhani unakumbuka. Kama mpaka leo kazi haijakamilika, mmewapa nafasi, hawajakamilisha Tengueni mikataba hiyo, tafuteni wakandarasi wengine. Watanzania wanataka barabara, Watanzania wanataka masoko. Nchi hii tumechelewa sana kupiga hatua. Rais wetu ameamua tupige hatua. Nendeni mkalitekeleze hiyo bila kusita. Maelekezo yangu hayo yatekelezwe. Hatuwezi kusubiri watu ambao tumewapa kazi, tumewalipa na bado kazi inaendelea kuwa goigoi. Wanahamisha fedha kutoka pale ambako imekusudiwa, wanapeleka kwenye shughuli zao nyingine. Hili halikubaliki hata kidogo. Kwa hiyo nataka wakurugenzi wa wakali